Kwa wakati huu tumkaribishe bwana Ali Bakari Mufti. E, mzee wa e, e, e, mimi kwenye rekodi niko vizuri vizuriiea e, e, e, niliweka rekodi ya kupanda mashamba kumi na tano ya mpunga, wacha bwana alipanda peke yake. Hii unazungumziaje, Ali Mufti? <laughs> Faraji ni miongoni mwa mshabiki wako mkubwa sana bwana, nashukuru sana. <laughs> na, <laughs> na uzuri na mimi ni shabiki wake ah, <laughs> wake basi ee, mmekutana, tumekutana, ukiona <laughs> tu kabisa, Mufti kisha aingia <zubama> karibu, asante <mfti>. sana. <laughs> Saidi Msumi umenikumbusha habari za mambo ya mpunga na wakazi wa mikoa ile ambayo inalima mpunga sasa hivi. Bila shaka kabisa wapo katika palizi, unakuwa unangolelea unalea eh e, unatoa majani unaacha yani, mpunga peke yake mm, yes. Yeah. Palizi la kwanza, palizi la pili mm. Yes. Ah, sasa hivi ya mwisho kwa sababu yeah, ni mwezi wa nne mwezi yeah wa tano, watu wataanza kula mpunga mpya bila shaka, watu wa Mangola, Kilombero huko e, tano, tano, tano, tano, e, yes, ukiona hivyo tu Morogoro ikishamalizika watu kuvuna zinazofata ni ngoma <laughs> na nikwambie tu, wakati huo inakuwa chai na wali, chakula cha mchana wali, chakula cha usiku wali. aguan moja kwa moja katika zile ambazo zimebamba katika mitandao ya kijamii yes, tunaungana moja kwa moja na Saidi Msumi Michael mm -hmm. Yera lakini pia Faraji right. Mustafa mm -hmm. Sasa bwana, jana hapa hapa <laughs> ilifanyika draw ya CRDB Bank Federation Cup na iliongozwa na Saidi Msumi pale akiwa na Clifford Marion Dimbo, lakini mm. Baada ya draw hiyo ya robo finali na nusu finali, Simba Sports imepangwa kukutana na hawa Mbeya City. Sasa Mbeya City baada ya kubaini ya kwamba wamepangwa na Simba, wao wanasema saizi yetu. Ni kweli? Mm. Unaona hiyo picha ya Mbeya City, alafu Simba ndio wanakuja wanasema hawa ni saizi yetu. Kumbuka Mbeya City mpaka wanafika hapa wamecheza na Azam, wakamtoa, wakacheza na Mtibwa Sugar, wakamtoa alafu anakutana na Simba Sports. Ni kweli? size yao, size yao kweli kwa mujibu wao eh, mmetoka kusema pa, uh, nation anasema yao Simba <laughs> sports <laughs> <laughs> <Ujiwi>. e, <laughs> ah kujui eh neno Faraji kusemaanara ah, kwenye content wamefanikiwa kwenda nayo vizuri, lakini tukirudi kwenye uhalisia eh. Kuna vitu vingi sana wamezidiwa na Simba mm. Cha kwanza cha msingi tu ni madaraja ya ligi, kwa hiyo mm. ndo tofauti wa kwanza mm. Tofauti wa pili utakuja kwenye uwekezaji mm. wa timu kwa ujumla uh, maana ake ukiwa mkubwa zaidi uwekezaji, maanake unapata wachezaji bora zaidi. Kwa hiyo ukiweka timu zote mbili zinaona bado kauli yao ile inaona kama kabisa inakinzana. Sawa. Yes. Sawa, Faraji, kuna mashabiki yes. Hapa wanaonekana kabisa watokea Mbeya eh. Kuna muda anaipenda Mbeya City, lakini <laughs> kuna muda ni mnyama, wamevurugwa, wanachanganyikiwa yes, kidogo <laughs> kwa nitakuwa mnyama na nitakuwa paponeshi, anasema hapa. Sasa uzalendo wangu upo mashakani yes. Tutoke hapo tuende katika posti nyingine na uko tuone uh, kuna nini katika zile zilizobamba katika mitandao ya kijamii hawa. Hapa Kagera Sugar jana walichukua uh, pointi tatu. Kibalenge anasema dakika za usiku, si kama ulisikia hiyo hmm. Baada ya hawa kupata goli la pili na la ushindi dakika ya tisini na tatu, mm. Tisini, mm. nne. Ama tunaweza tukasema 90 uh, plus 3 ama plus 4 unaweza kahesabu mwenyewe wakati mm. huo ilikuwa tayari na sekunde kadhaa hivi. huyo hapo Jecha ndiye aliyefunga goli la ushindi kwa kichwa, akazipata wenyewe. Wanasemaje, huruma sio malezi. jambo limemalizika salama, kaitaba uwanja wa vita. huruma sio a ukimhurumia sana mtu sio kwamba unamlea vizuri. Sasa unamhurumia una nani wale una labda wanaweza kuhurumia Coastal Union eh, uh, na yani, yani nani un ambao wanahurumia watu wao yani, nani wanaohurumia muuliza sadini yule <laughs> <laughs> yes. Hayo, ni akagera shughuli ni kwenye NBC Premier League ambayo jana kulikuwa kuna mechi tatu na bila shaka ulizishuhudia kupitia channel zako Azam Sports 1 Azam Sports tu HD zote hizo, tutoke hapo, tuende katika ukurasa mwingine na kwenyewe tuone kuna nini. Hawa hapa Simba Sports alfajiri ya leo wametua katika jiji la darusalamu, unaweza kusema hivyo. Lakini baada tu ya kufika Ahmed Ally anasema kispika kinaanza kazi rasmi kesho, kwa sababu ilikuwa ni usiku, kwa maana ya leo hii Ijumaa, katika eh, eh, katika tawi bila shaka la Simba mbezi sokoni, hapo Kimara. Na ukipita katika mitandao ya kijamii ya Simba Sports kule Instagram utaanza kuona amsha amsha za hapa na pale wakielekea huko. Kwa hivyo shabiki wa Simba ulio karibu na eneo hilo unakaribishwa, nenda hapo, lakini kubwa ni kwamba tarehe tisa ujaze uwanja wa Benjamin Mkapa ili Almarsiri akutane na joto la jiwe pale. Hii tunavuka, tutoke hapo, tuenda katika posti nyingine. Hayo ni ya Simba Sports. E bwana, ukipita katika ukurasa wa Azam TV Sports utakutana na hii posti ya makocha watatu hao wa timu tatu tofauti aliyokuwa uh, nyuma uh, ya pazia aliyosababisha uh, haya ni mtu mmoja anaitwa Musa Katuga. Lakini nini ameweka hapo? Anasema je, unaona kocha gani anaenda kubeba Frebo? Frebo, bila shaka Michael, hebu uh, watafsirie watazamaji wa viwanjani wajua Frebo maana yake ni nini hapo, kwanza kuchukua mm. mataji matatu kwa mm. msimu <coughs> kama ni Ulaya unachukua ligi ya kwako kwanza ya ndani, lakini pia unachukua michuano ya Ulaya, ile champions league pamoja na kombe la ligi la ndanilivosiaaligi ya ndani pamoja na FA mara nyingiwanawezana ligi ya kwako pamoja na kombe la FA hapa ni maana. Kulikuwa na mjadala kuna kipindi, sasa hivi mambo ya treble ile ile, kwa sababu ilikuwa shirikisho Yeah. E, Yanga kama angeweza kuchukua shirikisho lakini pia mjadala wa ndani ulikwepo ni kuhusiana na ngao yeah. ngao <laughs> ha haihesabiki <laughs> kwa Yanga yeah. ingetokea kwamba amechukua ligi kuu, amechukua na FA yeah. ambayo ni CRDB Bank Federation Cup alafu cool. angeenda kuchukua Champions League au kombe la shirikisho shirikisho lakini, mara nyingi wanaangalia kwamba ni ukiangalia kwa mfano uh, Italia kuna hiyo Copa Italia ambapo, yes. mm, mm. uh, kwa hiyo ni Copa Italia mm. uh, kuna Serie A ambayo ah, mm. sisi wa Italiano wenyewe tunaita Scudetto, mm -hmm. uh, pamoja na mm. Champions League hapo, mm. mm. unamtaja uh, Simone Inzaghi, yes, ambaye yeye yes. uh, timu yake inashika nafasi ya kwanza sasa <coughs> hivi inaongoza ligi ya Inter Milan, lakini pia yupo Champions League, ameingia kwa final kwa maana ya robo finali, lakini Copa Italia ambayo um, pia ipo uh, robo finali, nusu finali. Hapo kuna kuna Carlo Ancelotti unaweza kamwona hapo, yeye timu yake inashika nafasi ya pili katika La Liga, lakini Champions League yupo robo finali, lakini pia yupo katika do, uh, Copa del Rey uh, kaingia finali huku kuna Hans Flick ya Barcelona yeye timu yake inaongoza ligi, lakini pia imeingia robo fainali ya Champions League kwa maana ya ligi ya mabingwa Ulaya, alafu na Copa del Rey wameingia uh, fainali. Sasa nani ataweza kubeba treble, lakini kumbuka ya kwamba uh, katika hizi hawa makocha wote watatu ambao wanazifundisha timu tatu tofauti uh, michuano miwili hapa ama ligi mbili hapa zote zinapatikana katika a uh, kisimbuzi chako cha Azam uh, TV kwa maana ya uh, Copa del Rey uh, lakini pia na La Liga. Huko kuna Copa Italia, hizo zote unaweza kuziona uh, katika kisimbuzi chako cha Azam TV. Masio Said Yes, tutoke hapo twende haraka haraka tumalizie mwisho sasa. Bwana, juzi unafahamu kwamba kule katika dimba la uh, Ali Hassan Mwinyi kulikuwa kuna mchezo ule kati ya Tabora United dhidi dhidia Young Africans, lakini kabla ya mechi kumbe kuna jambo lilifanyika hapa, hebu tutazame hii video kidogo. half time ilikuwa half time, ah okay, kidogoilikuwa vizuri, nashukuru Zize, nafasi yake kuwa Zize wananongonezana ni meneja habari na mawasiliano wa Yanga Africans <coughs> Ally Kamwe kimnongoneza Mzize, uh, alafu wakati Mzize anaingia uwanjani anarudi uwanjani, lakini baadaye Mzize akafunga goli akaja tena kushangilia hapa na kuonesha ishara ya kwamba inawezekana. Sijui Ally Kamwe alimwambia nini hapo, kwa sababu baada ya kufunga akaonesha ishara kwa Ally Kamwe ambaye alikuwa katika jukwaa. Sio kama alimwambia bwana utafunga, ama alimuomba bwana naomba ufunge, sijui na Ally Kamwe ni kwanza ni kocha amesema hiyo yes. Kocha mm -hmm. lakini pia ni best analyst yeah. Anajua kuchambua mm -hmm. ni kitu ambacho kimempambanua mm kwa hiyo -hmm. mimi nilivyoona hii video inawezekana kuna kitu alikiona wa mm -hmm. kwa walinzi wa Tabora United mm -hmm. Andy Bikoko mm -hmm. eh, Andy Bikoko mm -hmm. pamoja na Kingu, Kingu. Kingu Pemba mm -hmm. lakini hapa, sio kama kuna kitu alimpa Mzize angalia huko mkono wake wa kulia kama wakati ana video ina, inaanza <succot> uh, kuna hapa Mzize anakuja, alimshika mkono, alimshika tu mkono, okay? Sawa, yani, kwa hiyo mwisho wa siku inawezekana alimpa ana Analytical Post study ae ya walinzi wale, jinsi wanavyocheza na mwisho wa siku hiyo position ikampatia faida Mzize ae, katika hilo kufunga goli na mara nyingi hapo. Kwa hiyo Mzize kwanza ameonyesha hiyo respect kwamba yes, nimekuona. Mara nyingi mtu unakuwa unadedicate goli ae. Ae. Ae. Yes, hayo yalitokea katika dimba la Ali Hassan Mwinyi kule Tabora. Tumalizie na hii ya mwisho ya mwisho kabisa video, nikwambia tu sisi wengine kwetu tukizaliwa tunakuta majembe kwa sababu ni watoto wa wakulima kutajembe pale la mkono, lakini kumbe wenzetu Brazili huko wanasema bwana, hii ni hali ya kawaida tu ofisini huko Brazili. Angalia. Yani ofisini. Yani ofisini. Yani ofisini tu, yani kawaida tu, katika ofisi ndio <coughs> mambo haya huwa yanaendelea. Sasa sisi nyinyi, hey, ofisini kwenu huwa yanatokea nini? Kileta mpira hapa watu wengi sana tadondokea, uh, hivi sema, sema hata sisi sijui, lakini kama kwa Michael mm. kwa Faraji, hata mimi mtaani nikipita nikiona watoto wanapigana mpira mm. Lazima nitautaka mpira mm. Yaani unacheza pa pa pa afu namrudishia mm. Kiuswahilini tu mm. Kwa mtu yote anacheza mpira yaani ukutana mm. Na hata watoto wadogo wanacheza mpira utaingia mm. Tu unazuga nao pa, pa, pa mm. unaenda nayo kwa hiyo Ofo, sema hii ya ofisini sasa. Yeah. Usiulete pale ndani <laughs> <laughs> ukakutana na Rashid Hamis, hiyo ndo mbaya zaidi hivyo tena <laughs> <laughs> tunakutana na watu ndani, lakini sio kukutana ule mtaji bwana, mimi namaliza hivyo katika zilizobamba mitandaoni hapa viwanjani, nirejeshe matangazo kwako uh, Said Msume. Uh, fan Msume Amesema namnamnam barabarabarabara kabisa, nimepata <laughs> <Limu kubatuhu> kwa uzuri nimeapokea. <laughs> Haya, matangazo asante sana, Ally Bakari bufti, kwa wakati huu uh, una jumaa njema pia bufti na kwenu nyie wote kwa pamoja, bila shaka tutakutana katika viwanja vyetu. Asante kabisa, uh, Ally Bakari mufti, ndio tunaagana naye kwa wakati huu hapa katika zilizobamba mitandaoni, lakini pia kwa wakati huu pia tunaagana na Faraj Mustafa pamoja na Michael Hiera ambao tuko pote katika soka letu juto la Afrika pamoja na zilizobamba tukirejea. Ni the pitch, mimi ni Said Sm. Hii ni Viwanjani, baba vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania.